Pesa ni nini? Pesa ni hiki tunachokiona na hizi noti na hizi sarafu. Pesa naturali sifa yake kubwa ni chache na ina kikomo. Mtu mmoja ana pesa nyingi, mwingine yakati mwingine hana kabisa. Usiangaike kutafuta pesa, na badala yake angaika kutengeneza thamani. Kila mmoja anajua namna gani anapata pesa. Kila binadamu ana pesa, thamani naitengenezaje? Watu wenye matatizo watakukimbilia wewe. Mimi, Pesa zitatoka popote zilipo duniani zitakufuata. Hii ni business generation, maarifa sahihi, maisha sahihi. Mimi ni Amos Mzee. Hii ni Stein TV. Mimi nilichogundua watu wengi tunakuwa maskini kwa sababu vichwa vyetu kuna vitu vinakosa ambavyo ni vitu vya kawaida vya maisha yetu ya kawaida, ambavyo ukivisikia kwa wataalamu ambao tayari wana experience, ni wewe tu kuchukua jukumu la kwenda kuyaishi, na tabia za matajiri, lakini pia kuna tabia za kimaskini, lakini kubwa zaidi namna ya kutengeneza thamani. Na kwenye segment yetu leo tumepata bahati ya kuwa na mgeni, of course sio mgeni, ni mtu ambaye tumezoea kuwepo naye maeneo tofauti tofauti kwenye kongamano mbalimbali, lakini tumepata bahati mara kadhaa kuwepo naye hapa studio e, tunapokuwa tunahitaji elimu inahusiana na masuala ya kodi, usimamizi wa biashara na fedha na uchumi kwa ujumla. Na huyu sio mwingine, ni Hamis Kashirira ni mkurugenzi mtendaji wa Fina Tax Associates. Hawa ni, e, ni wataalamu ambao wanakupa elimu na wanakusaidia katika masuala mazima ambayo yanahusiana na kodi, usimamizi <coughs> wa biashara na elimu ya fedha kwa ujumla. Bwana Hamisi, karibu sana. asante sana. kwa mara nyingine tumek <coughs> tumekutana kwenye meza hii, tunazungumza uh, fedha <coughs> mimi nataka sasa leo tuchimbe kidogo kuhusiana na swala la pesa, kwa sababu uh, mwisho wa siku imekuwa ni kama iko katika senta ya maisha yetu ya kila siku. Pesa ni ni nini? Pesa ni hiki tunachokiona kwa maana ya notes and coins, kwa maana hizi note, na, na, na, na, na hizi sarafu, ama pesa ni zaidi ya tunachokiona, kwa sababu watu wamekuwa na styles tofauti tofauti za kupata pesa. Kila mmoja anajua namna gani anapata pesa <coughs> lakini hiyo inatengeneza maswali. Pesa ni hiki tunachokiona, ama pesa ni nini? <laughs> <laughs> Uh, <coughs> swali ambalo umeuliza ni swali moja zuri sana kwa sababu kupitia mtu kufahamu nini maana ya pesa inamtengeneza na kumweka katika mazingira rafiki ya kujua hata na tabia ya pesa pia. Okay, pesa uh, kabla ya pesa tulionayo leo Zamani tulikuwa tuna mfumo wa kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, yeah. Tunaita barter trade system yeah, yeah. mm. Ikapelekea watu wa jamii moja tunaoishi katika jiografia ya aina moja mm. Tunalima bidhaa za aina moja au mazao ya aina moja mm. Wewe ukiwa una mahindi na mimi una mahindi na mahindi, hatuwezi tukabadilishana mahindi kwa mahindi kwa kwa kwa kwa ni tofauti. Kwa hiyo tukajikuta kwamba tuna kabiliwa na changamoto ya tukihitaji vitu ambavyo watu hawana wanavyo kama wanavyo, tunavyo sisi, hatuna kitu cha kuweza kubadilishana navyo mm. Kwa hiyo ndo yakaja ya mapinduzi ya currency mm. ambayo ndo tunaitambua kama fedha. Sasa majibu ya swali lako kwamba pesa ni nini, pesa ni kitu kinachotumika kubadilisha thamani ya vitu, baada ya kushindikana kubadilisha kitu kwa kitu, kikatengenezwa kitu ambacho sio kina thamani ila kazi yake kinabadilisha thamani hmm. ya vitu pesa. Okay. Yeah, okay. Ndiyo maana hmm, halisi ya neno pesa. Yes, kwamba pesa ni kitu kinachobadili thamani ya vitu. <coughs> Exactly, ambapo kabla ya hii kuna, kuna revolution zaidi ya, leo tuko kwenye revolution ya saba ya fedha mm. Fedha imeanza kuwa generated na kuwa revoluted kuanzia kipindi cha miaka hiyo tunaita barter trade system mm. Lakini leo tuko kwenye digital currency mm, ambayo bado haijawa active lakini ndiko tunakoelekea mm. Kwa hiyo fedha sio yenye thamani kama ambavyo Watanzania wengi wanajua pesa ina thamani mm. na kupelekea watu wengi kuangaika kutafuta pesa mm. na ndio maana wamekuwa hawaipati, kwa sababu hawajui pesa haina thamani, ila pesa kazi yake ni kitu kinachobadili thamani ya vitu, na pesa ina, ina, ina, ina imejitengenezea ime katabia kakuwa adimu Yani sio kila mmoja anaweza anaweza anaweza kuwepo nayo kuna. Sasa hilo ni somo ambalo nataka siku nyingine nije nikukaribishe, tulizungumze vizuri. Kuna wakati mwingine mtu anasema hivi kwa, kwa nini serikali si sprint tu pesa nyingi, yani kila mmoja akawa nayo? Sasa hiyo nadhani tutakuwa na, na somo jingine ama mm -hmm. unaweza ukaigusa kwa, kwa kifupi kwamba kuna mtu ah, pesa imekuwa adimu hivi, kwanini serikali siweke tu mapesa mengi tu kwenye mzunguko, kila moja akawepo nayo? Kwa kuigusia kwa leo ni kwanza sisi Tanzania hatuna permit ya kuprint pesa. Aa, kubebe. Kubebe, kubebe, ni tofauti, yeah. Na Tanzania hatuprinti pesa. mm. Ni tofauti na Marekani ambao Marekani wenyewe wana uwezo wa kuprint pesa. Okay. Lakini pesa inayoprintiwa Marekani haina maana, kila mtu Marekani kwa kuwa wana print pesa wana pesa. mm. Pesa naturally, sifa yake kubwa ni chache na ina kikomo. Ukiangalia kwenye uchumi, tunasema rasilimali na fedha, ikiwa miongoni mwa rasilimali, sifa yao kubwa huwa ni chache na huwa ina kikomo, lakini pesa hii inatumika kukidhi mahitaji ya binadamu, ambayo sifa yake kubwa ni mengi na hayana kikomo kwa hiyo swala la pesa kuwa chache ni nature ya pesa. Ukitaka ziwe nyingi, kuna kanuni, taratibu na sheria za fedha, ambayo watu wengi hatuna elimu ya fedha. Ndio maana leo unakuta watu wachache wana fedha na watu wengi hawana fedha. Tunakuja hapo, yaani ulicho sentensi uliomaliza nayo ndo, ndo swali langu, huwa kuna nini, kwa nini, yaani kuna ile katika mazingira yetu kwamba kuna watu ambao tunaona wana pesa nyingi, ndio lakini wengine wana ya kati, lakini wengine wanapambana, ili milo mitatu ni changamoto, milo miwili ni changamoto. Kuna nini? Yani niniba inatokea nini, mtu mmoja na pesa nyingi, mwingine ya kati, mwingine hana kabisa? Changamoto kubwa na hawajui maana ya pesa Ele. maana niliyoitoa wa mimi wakijitahidi kuijua basi kila mtu anaweza akawa na pesa. mm -hmm. Watanzania, watu wengi wa hasa sisi wa Afrika tunajikita zaidi kuhangaika kuitafuta pesa, ndio maana hatuipati pesa, kwa sababu pesa haina sifa ya kutafutwa na hayupo mtu anaweza akaamka asubuhi anaenda kutafuta pesa akarudi nyumbani na pesa, hayupo. pesa haitafutwi, pesa haitafutwi. fanye nini sasa? Sasa badala ya kutafuta pesa unatakiwa ujue pesa ni nini. Nimesema pesa ni kitu kinachobadili thamani ya vitu kama kinabadili thamani ya vitu, wewe unayetaka kupata pesa leo, nini unatakiwa ufanye? Usiangaike kutafuta pesa na badala yake angaika kutengeneza thamani, kwa sababu sifa ya pesa huwa inatoka kwa watu kuja kwa mtu aliyetengeneza thamani. Kama hauna thamani yoyote, hakuna pesa yoyote inaweza ikaja kwako. Kwa hiyo kwa ili uweze kupata fedha unatakiwa utengeneze aidha kitu chenye thamani ambacho kitaenda kutatua changamoto za wananchi, au unatakiwa utoe huduma uliyoitengenezea thamani ambayo ina lengo la kutatua changamoto kwa wananchi. Na hapa kwenye huduma kuna vitu vya aina mbili, kuna huduma ambayo ukiitengeneza unaweza ukaamua kuikodisha kwa mtu ili yeye aitumie huduma ile kutatua changamoto za jamii hiyo ndo tunaita ajira mtu anayekuajiri anaajiri akili yako anaajiri elimu yako anaajiri muda wako anaajiri thamani yako anaajiri nguvu yako ndio maana nguvu zikiisha anakwambia kwamba wewe huwezi ukaendelea kuwa productive kwangu anakupa kakiinua mgongo anakaipa jina zuri kwamba retirement unaenda nyumbani kupumzika kwa sababu ya no longer productive. kwa hiyo kwa mtanzania yoyote unayetusikiliza kama unahitaji fedha, usipoteze muda kutafuta pesa na badala yake tengeneza. Poteza muda kutengeneza thamani ukiwa na thamani yoyote mm, basi watu wenye matatizo watakukimbilia wewe kuweza kupata huduma ya hiyo thamani, alafu watakuletea pesa. Umeongea kitu kikubwa. Sasa kuna mtu ambaye ni wa kawaida pengine, anaweza kanajiulize, sasa, yani leo alikuwa kwenye safari ya kutafuta pesa, kama alivyokuwa anasema pesa itafuti, lakini labda baada ya kutazama hii mm, sasa narudi, ah, pesa itafuti nitengeneze thamani. Sasa najiuliza mi thamani naitengenezaje yani. <coughs> zungumza na mtu wa kawaida yani, lugha ile ya kawaida kweli, ili thamani naitengenezaje? Thamani inaweza ikatengenezwa katika makundi matatu, na hapa watu wanisikilize vizuri ili waweze kuelewa mm pesa inaweza ikatengenezwa kupitia ujuzi, maarifa, elimu, taaluma mtu aliyoipata kutoka kwa mtu mwingine. Wewe umesoma VETA, umetengeneza thamani, umekuwa fundi umeme. Ule ufundi umeme wako ndo thamani. Ukihitaji kujenga nyumba, unataka kuweka umeme tayari, wewe utatafuta mtu mwenye thamani, mwenye ujuzi huo. Mi sitaki kuita ujuzi, mi naita thamani, thamani. Okay. Utampelekea pesa yeye, ata haji kukutafuta yeye, ila wewe ndo utakaye mtafuta kutokana na thamani aliyoitengeneza. Kwa hiyo thamani namba moja inatokana na ujuzi ambao mtu anaupata kutoka kwa mtu mwingine. Sasa hapa ieleweke vizuri, kuna watu wanaamini katika elimu za darasani, chuo, wapi. Hizi hazimfanyi mtu kutengeneza pesa. Ndio maana kwenye kitabu kimoja amekiandika Robert Kiyosaki ana, ana, anaeleza kwenye dibaji kwamba sababu kubwa inayopelekea watu kuteseka kipesa duniani ni kwa sababu watu wanatumia muda mwingi sana mashuleni But there in schools, lakini uko mashuleni hatujifunzi chochote kinachohusu pesa sure, sure. The Is, matokeo yake ni kwamba tunaenda kuandaliwa kuwa watumwa wa kuitumikia pesa badala ya ku badala ya kuifanya pesa itumikie, ambayo ndio asili ya utajiri. Kwa hiyo shule peke yake haikufanya kuwa na pesa. Ndio maana wasomi wengiwasomi wengi hawana wengi pesa na ndio maskini, kwa sababu unaposoma, hata sisi waasibu, kuna mtu nilifurahi sana, alichutukana sisi waasibu, alisema hakuna watu wajinga kama waasibu kwa sababu wanatumia kanuni, taratibu na sheria kusimamia fedha za taasisi walizoajiriwa, lakini so, wakilipwa mshahara wao wanaitumia kwa mujibu wa tabia zao na sio kanuni taratibu wamejifunza wa. Kwa hiyo hata walioenda shule wana changamoto kubwa ya kujua fedha anapatikana vipi. Kwa hiyo mtu anayetaka kutengeneza thamani, thamani anaitengeneza katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kupitia ujuzi, kupitia taaluma, kupitia maarifa, kupitia njia yoyote uliojifunza kutoka kwa mtu. Imetolea mfano VETA. Nimetolea mfano watu wanaotoka vioni degree. Ukienda TRA kuna vijana wanang'aa wako pale, kwa sababu wanapiga hela kupitia taaluma yao walionayo. Hiyo ni njia ya kwanza. Kwa hiyo kama hauna taaluma jifunze ujuzi, sio lazima uende shule. Watu ni wavivu wa kujifunza kupata maarifa ambayo yatawaongezea thamani, kuishawishi pesa ije kwao. Ndio maana watu wengi hawana pesa. Njia ya pili ya kutega, mi nasema kuna mtu mmoja, injinia mmoja, anasema pesa inategwa, naungana naye mkono. Yeah. Pesa itafutu bali inategwa. Yeah, inategwa yeah, kwa kutengeneza thamani. Sasa baada ya kutoka kwenye elimu, baada ya kutoka Musi. kwenye maarifa, baada ya kutoka kwenye ujuma na kadhalika, njia nyingine ambayo unaweza ukaongeza thamani kupata pesa, ambayo kwa Watanzania wengi hatuitumii, hatu, na hatuijui ni kuhusiana na kipaji talent, yes. kipaji kipaji naomba watu wanielewe vizuri mm. Kipaji watu wengi ukiwauliza, wewe una kipaji gani? Hawajui then yeah, no yeah, nothing yeah, about yeah, the okay. talent. Of course hiyo ni ugonjwa wa Afrika yeah, yeah. talent discovery and development ni changamoto mm. kuna kitabu kimoja kinaitwa Think Big kimeandikwa na Ben Carson yeah, Ben Carson daktari yeah. mm. anaeleza ile kirefu cha kila neno katika Think Big, ile t ya kwanza amesema, talent. Talent. kaeleza okay. maana ya talent. Anasema hivi talent ni kitu alichozaliwa nacho mtu kinachomfanya afanye jambo fulani kwa ufanisi mkubwa dhidi mm. ya kundi kubwa la watu wanaomzunguka, that's a talent mm-hmm. Kwa hiyo kaka, kama unajua kukata chenga, wewe hautakiwi kujijua mimi nina talenti hii, ila jamii inayokuzunguka ndo inatakiwa ijue. Sasa wewe utanotisi vipi kwamba hiki ni kipaji chako? baada ya kuambiwa hapa umecheza Bukoba unakwambia, eh, jamaa anajua kucheza chini. Umeenda Mleba umeambiwa, ah, jamaa anajua kucheza. Umeenda Karagwe me. wewe utakiwi mganga wa kienyeji kuja kukwambia kipaji chako ni hicho yeah. unatakiwa identify kwamba this is my talent. Baada ya kujua talenti sio kigezo cha kukutengenezea pesa, unatakiwa kuiongezea thamani kipaji chako. Kucheza mpira na kuwa mwanamchezo mzuri wa mpira haikufanyi, huo unajua chenga peke yake. Kuna vitu kama kukimbia, kutafuta pumzi, itabidi uanze ku develop your talent, utabidi uanze kuongeza thamani ya kipaji chako. Utaanza kukimbia, kutengeneza pumzi, lakini kule hatuchezi karate, kuna sheria zinazoongoza za mipira, utalazimika kujifunza sheria pale, unaongeza thamani, na utakapoongeza thamani ndio leo tunawaona wakina Messi, wakina Messi tuzungumzie Tanzania. Yeye ye, wakina Samata. Leo Samata ni bilionea lakini mimi namzidi elimu Samata. Ila yeye ananizidi pesa kwa sababu gani? Ameamua ku add value, kuongeza thamani kwenye kipaji chake. Diamond mimi namzidi elimu, lakini Diamond ananizidi pesa kwa sababu gani? Diamond ameamua ku kutengeneza thamani kwenye kipaji chake. Mimi nimeconcentrate na kuongeza thamani kwenye taaluma wakati kwenye vipaji kuna pesa nyingi kuliko hata kwenye taaluma. Lakini kitu cha mwisho cha kumsaidia mtu atengeneze thamani ya kuongeza pesa ni katika hobi. Watu wanatofautisha kujua kati ya kipaji na hobi. Hobi ni kitu chochote ambacho mtu akikifanya anasikia amani ya moyo, yaani kuna watu wanapenda kufanya vitu fulani. Sasa ni rahisi sana mtu anayependa kufanya jambo kuongeza thamani kuliko mtu anayefanya jambo lile bila kuwa na mapenzi ya jambo lile. Sijui kama unanielewa. Aliwahi kuimba Fikiu, alisema mafanikio huja yeah, exactly. Kwa kupenda unachofanya yeah, unachofanya. Kwa hiyo uh, watu wa Bukoba, watu wa Kagera, watu wa Tanzania, kama unahitaji kutengeneza vyanzo vingi vya mapato kama moja ya kanuni ya kukufanya uwe na pesa nyingi, usiangaike na vitu vingi. Angalia una ujuzi gani, ongeza thamani kwenye ujuzi wako. Una elimu gani? Una taaluma gani? ukiongeza thamani. Sisi waasibu mm. sio kila mwasibu ana levo moja, ndio hata wanasheria. Ndio maana unasikia yule mwanasheria ni mzuri kuliko huyu, yule mzuri kuliko huyu, kwa sababu ame add value kwenye taaluma yake ndio maana watu wanamtafuta zaidi kuliko huyu. Wote wana taaluma, lakini wewe hautafutwi. Kwa hiyo, cha kwanza, angalia una ujuzi gani? Una maarifa gani? Una taaluma gani? Una elimu gani? add value. Ongeza thamani, pesa zitatoka popote zilipo duniani zitakufata. Kuna kwenye maelezo yako kwamba kuna uhusiano mkubwa wa mtu kutofanikiwa, maana kutopata pesa, na kufanya kitu ambacho unakuta sio njia yake yani kwamba watu wengi unakuta anafanya kitu ambacho yani, anafanya kitu ambacho yani hakupaswa kukifanya, huyo tunasema anatafuta pesa. Yani unajikuta, kwa mfano mimi nimenauza, yani nafanya biashara ya duka labda au na, na, na nimetenga tu bidhaa pale, lakini kumbe sio njia yangu mimi yani, yani, hiyo hiyo lipo kwamba inawezekana mtu ana struggle kwa, kwa sababu anafanya kitu ambacho. Ndio maana moja ya tofauti kati ya Waafrika na Wazungu, Wazungu kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya vitu vikubwa ambavyo Waafrika hatuna mm. Ni mzungu akiwa na mtoto anaanza ku identify hizi aina tatu, mtoto wangu anapenda kufanya nini? Ana hobi gani? hobi sio lazima iwe na, ni sawasawa na kipaji. Unaweza ukawa na kipaji fulani kisiwe hobi yako, unaweza ukawa na taaluma fulani isiwe hobi yako. Mfano, kuna mtu anaitwa Sebastian Ndege yeye mm. jamaa professionally ni daktari wa binadamu mm -hmm. lakini hajawahi kufanya kazi ya udaktari kwa sababu amesoma taaluma ya kitu ambacho hakipendi kukifanya mm -hmm. kwa hiyo wazungu wanaangalia mtu wampeleke kusomea nini, wanaangalia background ya mtoto anapenda kufanya nini kufanya ni. Kwa hiyo mtu ikibahatika akawa na hobi inayofanana na kipaji alafu ukabahatika kumpeleka shule inayoendana na hivyo vitu, hawa ndo tunawaita ma extra genius in the world oh, yeah. Yani mtu ni kipawa oh, yeah. chake eh, akaongeza maarifa ya elimu alafu ikawa ni hobi yake anapenda kufanya, au ndio ambao wanafanya vitu vikubwa, hata wakifa wanaacha impact kubwa katika jamii. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, kwenye mitego ya namna mtu anaweza akashawishi pesa ije kwake, tuache kutafuta pesa kwa Tanzania, tujikite kutengeneza thamani, ili tuishawishi pesa itoke popote ilipo iweze kukufata wewe kuifata pesa, pesa ifanya nini? Zunguka tuamka sasa hivi nenda, hauna thamani yoyote, huwezi yeah, yeah, yeah, ukakutana na pesa. Ili uweze kutengeneza pesa ije kwako, lazima uwe umeongeza thamani. Thamani ile iwe na makusudio ya kutatua changamoto za watu, kwa sababu kiuchumi tunaamini kila mtu ana pesa. Kwa hiyo tunapoamka asubuhi tunaingia kwenye vita marehemu wa hayati Dr John Joseph Pombe Magufuli alisema hakuna vita mbaya kama ya uchumi. Watanzania wakijijua kwamba kila tukiamka asubuhi tunaingia vitani, na vita tunaenda kupigana ni mbaya kuliko vita yoyote. Mm, yaani ubaya wake ni kwamba mimi nafikiria hela ulionayo wewe ije kwangu, wakati na wewe unawaza, hmm, ya, ya kwangu uichukuaje hii ni zaidi ya vita. Afu jioni mshindi ni yule ambaye amefanikiwa kuivuta. Ili unishawishi nitoe hela yangu, lazima unishawishi kwa thamani. yeah, mimi sitoe hela bila mtu yeah, yeah. ame kitu kwangu ambacho kuna wakati fulani eh, mtu ana, anaweza akapata pesa ana, anatengeneza headlines alafu baada ya muda kinatokea nini? <coughs> Niko naandika kitabu ambacho kinaeleza kwanini watu na hii nimeifanya research mwenyewe, kwanini baadhi ya watu wanakuwa matajiri na kwa nini baadhi ya watu wanakuwa maskini kiuchumi. Tunaamini kutengeneza pesa au kuwa na pesa it's not an issue, sio ajenda duniani ya kiuchumi, kwa sababu tunaamini kila binadamu ana ana pesa yani, kila binadamu ana pesa. Hata hapa sasa hivi tukiji search tutatofautiana tu kiwango cha pesa, lakini kila mtu atakuwa nayo. Sasa changamoto ni kwamba ukishatengeneza mitego yako, umeshaongeza thamani, nini unatakiwa ufanye? Hili ndio ambalo linasababisha watu wengi wanakosa fedha. Katika kitabu changu nimetengeneza 3M. M ya kwanza ni making money. Ndio hii tumetoka kueleza una make vipi, mana kwa kuadi thamani. Sasa tumeshavuta hela, zimekuja ziko nyingi, unafanyaje? Unafanyaje ku manage? M namba mbili, management of money, ambao ni kipengele kikubwa ambacho watu kwa kuwa hawana ujuzi huu. Ndio maana leo ukikuta mtu ame... mimi natoka Geita. Geita kule kuna wachimbaji, kijana kama wewe kumiliki milioni mia tano kwa siku moja ni kitu cha kawaida, lakini ukimpa mwaka mmoja huyu mtu unamkuta anaomba mpaka hela ya sigara. Shida ni nini? Kwa sababu hana uelewa juu ya pesa. Sasa pesa unaimanage vipi? Kwenye kitabu changu management ya fedha ni tabia ya mtu. Mm -hmm. Na hii niweke wazi kwamba sababu kubwa ya watu kutokuwa na pesa na wengine kuwa na pesa chanzo kikubwa kinaanzia kichwani, Mindset. Kwenye kichwa tuna kitu tunaita rationality kitaalamu. Hmm. Yaani, hii ndio sifa inayomtofautisha binadamu na kiumbe mwingine, hmm. yoyote. Sasa, asilimia kubwa sana ya watu duniani hmm. Hatutumii uwezo wetu wa akili tuliopewa na Mungu vizuri Tumia akili yako vibaya, kunatengeneza kitu kinaitwa mtazamo hasi. Mtazamo hasi unatengeneza imani. Imani inakufanya ufanye maamuzi aidha ya kutenda jambo au uache kutenda jambo. Ukitenda jambo mara moja ni kitendo, ukitenda mara kumi ni vitendo, ukitenda mara mia vile vitendo vinabadilika na kuwa tabia. Sasa kwenye kitabu changu mimi nimekubaliana na waandishi wengi, nimekubaliana na wataalamu wengi mm, kwamba fedha ili ikae kwa mtu inategemea mtu yule ana tabia gani, kwa sababu pesa ina tabia na sisi binadamu tuna tabia. Sasa kwa kuhitimisha hapa kwenye namna ya kusimamia fedha, kuna tabia ambazo maskini wote duniani wanazo na tabia ambazo matajiri wote wanazo. Ndio sababu matajiri wanaendelea kuwa matajiri, na sisi maskini tutakufa tukiwa maskini, kutokana na fikra zetu zinazotupelekea tutengeneze mitazamo. Mitazamo inatujengea imani, imani inatufanya tufanye vitu vinavyojenga tabia. Kwa hiyo tabia yako ndiyo umaskini wako na tabia yako ndiyo utajiri wako.